Ni saa kumi na mbili Afrika Mashariki, sawa na saa kumi na moja Afrika ya Kati. Hu jambo, mimi ni Regina Mziwanda, karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, duru ya pili ya mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraini imemalizika bila mafanikio. Shirika la kudhibiti magonjwa ya Afrika CDC laonya kuwa mwaka huu huenda ukashuhudia milipuko mibaya zaidi ya magonjwa barani Afrika. Kulikoni? baadhi ya milipuko inaweza kubadilika na kuwa janga kubwa sana la kimataifa. Onyo hili limekuja kwa sababu kuna milipuko kadhaa ya magonjwa ambayo yanaonekana katika nchi kadha wa kadha barani Afrika. Na katika gumzo asubuhi hii tunaangazia upande wa kidini na kiuchumi wa hija na masharti yake ni epi? Lazima uwe Muislamu, ya pili uwe ribanda, ya tatu uwe na uwezo wa pesa. Muhimu ni umeisoma, ile hija sio kwenda kama tourist, bali ni ngumu, ina vitendo vingi vya kufanya. Muhtasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Beldin Waliaula akiwa Nairobi. Asante Regina. Rais wa Marekani Donald Trump ametupilia mbali pendekezo la kuafikia makubaliano na Iran ambayo ina utajiri mkubwa wa madini ya urani kuhusu matumizi ya nyuklia. Madini ya urani imekuwa kiwango kikuu katika mazungumzo ya Iran na Marekani. Trump alisema haya kupitia mtandao wake wa Truth Social baada ya kuwepo kwa habari kuwa makubaliano hayo yatainufaisha Iran. Iran imekuwa ikitetea hatua yake kuzalisha nishati ya nyuklia kwa matumizi yake ya kawi na imeapa kuendelea na hatua hiyo kuwe na makubaliano au la. Polisi jijini Dar es Salaam nchini Tanzania wameripotiwa kulizingira eneo lililopo jengo la Kanisa la Ufufuo na Uzima linalomilikiwa na kiongozi wa dini ambaye pia ni mbunge wa Kawe, Josephat Gwajima. Hatua hiyo ilikuja saa chache baada ya kusambaa mtandaoni barua kutoka moja ya idara za wizara mambu ya mambo ya ndani ya nchi ya Tanzania ikimwarifu e Gwajima kuhusu uamuzi wa serikali kulifunga kanisa hilo. Florian Kaijage na maelezo zaidi. Taarifa za askari polisi kulizingira jengo la kanisa la uhufuo na uzima lililopo eneo la Ubungo, kilomita kumi na mbili kutoka katikati mwa jiji la Dar es Salaam zilisambazwa mtandaoni na Gwajima mwenyewe kupitia kipande cha picha ya video, akiwa amezungukwa na watu waliowaita maaskofu wa kanisa hilo waliovalia makoti na mashati ya rangi ya zambarau. Baadaye zilisambaa picha zilizowaonesha watu wakirusha mawe na sauti za kuwahimiza waumini kwenda kanisani, huku kukiwa na milio ambayo haiku ilifahamika mara moja iwapo ilikuwa ni ya gesi ya kutoa machozi au risasi za moto. Barua ya msajili wa jumuiya za kiraia iliyosambaa, ambayo Gwajima anasema hajaipokea, ilielezea kufuta usajili wa kanisa la Glory of Christ maarufu ufufuo na uzima, hivyo kutakiwa kusitisha shughuli zote mara moja kwa makosa ya kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na kuichonganisha serikali na wananchi. Mapema Mei 25 mwaka huu Gwajima alielezea kukerwa na matendo ya utekaji wa watu na mahubili. Uvamizi wa Ukraini katika maeneo ya Ukraini yanayodhibitiwa na Urusi imesababisha kukatika kwa umeme maeneo ya Zaporizhzhia na Herson. Raia wa Urusi Vladimir Saldo alitangazwa kuwa gavana wa eneo la Herson amesema shambulio hilo la Ukraini iliharibu vituo viwili vya nishati na kuacha zaidi ya watu laki moja bila umeme. Mamlaka za Urusi ambazo zimechukua udhibiti eneo la Zaporizhia zimesema vituo vya nishati eneo hilo bado vinafanya kazi vizuri. Ukraini na Urusi zimekuwa zikilaumiana kuhusu kulenga vituo vya nishati tangu kuanza kwa vita hivyo mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili na jeshi la Mali limesema limeweza kudhibiti kushambuliwa na magaidi katika kambi ya kijeshi iliyoko eneo la Timbuktu kaskazini mwa taifa hilo. Kupitia taarifa kwenye mtandao wa X, jeshi hilo limesema wameweza kudhibiti hali na waliweza kuwaua wanamgambo zaidi ya kumi na watatu na kuchukua silaha walizokuwa nazo. Hii ni BBC. Uktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Beldin Waliaula akiwa Nairobi. Unasikiliza Amkara BBC kutoka Idha ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM, redio shirika na internet katika BBC swahilicm. Ukiwa nchini Uganda tusikilize kupitia Voice of Karamoja, kwa Tanzania tutegeesikio kupitia Radio 1, nchini Kenya ni Mwne FM na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano kule Beni. Unaweza pia kuyafuatilia matangazo haya kupitia tovuti ya BBC swahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Kwa kuanza yale tuliokuandalia, duru ya pili ya mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraine imemalizika bila ya mafanikio makubwa yaliyopatikana. Wapatanishi kutoka Ukraine wanasema Urusi imekataa tena usitishwaji wa mapigano bila ya masharti, jambo ambalo ndilo sharti kuu la Kyiv na washirika wake barani Ulaya pamoja na Marekani. Hata hivyo wamekubaliana kubadilishana wafungwa wa kivita pamoja na kurudisha miili ya wanajeshi wapatao elfu kumi na wawili. Zaidi na halimanyanza katika mazungumzo hayo wajumbe wa Urusi walipendekeza siku mbili au tatu za kusitisha mapigano katika baadhi ya maeneo yaliyovitani, lakini hata hivyo hawakutoa maelezo zaidi. Akizungumza baada ya kumalizika kwa mazungumzo hayo ya jana Jumatatu katika mji wa Istanbul nchini Uturuki, ambayo yalidumu zaidi ya saa moja, waziri wa ulinzi wa Ukrain Rustem Umerov ametaja machache waliokubaliana Tumekubaliana pande zote kubadilisha wafungwa wa kivita waliojeruhiwa vibaya na wagonjwa. Kundi la pili ni askari vijana ambao ni kuanzia kati ya miaka 18 mpaka 25 kwa pande zote. Pia tumekubaliana kurudisha miili elfu sita kila upande ya wanajeshi waliouawa. Aidha, waziri wa ulinzi wa Ukraine amesema nchi yake inasisitiza usitishwaji kamili wa mapigano na bila ya masharti kwa muda wa siku 30 ili kumaliza mauaji. Matarajio yalikuwa madogo hata kabla ya kuanza kwa mkutano huo wa jana kutokana na pande zote mbili kugawanyika juu ya jinsi ya kumaliza vita hivyo ambavyo bado vinaendelea tangu Urusi ilipoanza mashambulizi kwa Ukraine Februari mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Kwa sasa Urusi inadhibiti eneo la Ukraine kwa takriban asilimia ishirini, ikiwemo eneo la rasi ya kusini mwa Crimea iliyotoa mwaka elfu mbili na kumi na nne. Katika hatua nyingine, rais wa Ukraine Volodimir Zelenski ameitaka Urusi iwekewe vikwazo vikali baada ya kile alichodai kukataa tena wito wa usitishaji mapigano. Ni hali manyanza kwingineko, katibu mkuu wa umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru wa mauaji wa ya wapalestina yaliyotokea jirani na kituo cha kusambazia misaada katikati mwa Gaza siku ya Jumapili, huku kukiwa na taarifa zinazodai kuwa vikosi vya jeshi la Israel vilifyatua risasi. Mashuhuda wamearifu kwamba kulikuwa na milio ya risasi wakati walipokuwa wakisubiri chakula kwenye kituo kilichoko Rafa ambacho kinasimamiwa na Marekani pamoja na taasisi moja ya Gaza inayohusika na masuala ya kibinadamu inayoungwa mkono na Israel. Sambatenzi anaarifu zaidi. Katika taarifa yake aliyotoa jana Jumatatu, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema ameshtushwa na taarifa za mauaji na kujeruhiwa kwa Palestina hapo jana wakati walipokuwa wakitafuta msaada. Katibu mkuu huyo ametaka pia kuwajibishwa kwa wote waliohusika na mauaji hayo. Hata hivyo, wizara ya mambo ya nje ya Israeli ilijibu kupitia mtandao wa Eksi na kuita kauli hiyo ya Guterisi kuwa ni ya fedheha na kumkosoa kwa kutoa taja Hamas. Asasi moja ya kiraia inayohusika na na ulinzi wa raia iliarifu kuuawa kwa watu 31 na wengine 170 kujeruhiwa baada ya Israeli kuwafyatulia risasi maelfu ya raia karibu na kituo hicho cha misaada cha Marekani kilichopo Rafa siku ya Jumapili jioni, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu. Katika wakati huo, hospitali ya shirika hilo iliyopo Rafa ilipokea majeruhi wengi wakiwemo wanawake na watoto. Ni taarifa yake Samba Tenzi. Shirika la kudhibiti magonjwa Afrika CDC limeonya kuwa mwaka huu huenda ukashuhudia milipuko mibaya zaidi ya magonjwa barani Afrika. Katika mahojiano na BBC mkurugenzi mkuu wa CDC Africa Dr. Jean Kasea amesema kuzuka upya kwa magonjwa kama mpox na kipindupindu kunasababisha mzigo mkubwa kwa mifumo ya afya na huenda kukatishia uthabiti wa kiuchumi na kisiasa barani Afrika. Muda mfupi uliopita, nimezungumza na mwandishi wa BBC Akisa Wandera aliyezungumza na Dr. Kasea ili kufahamu zaidi. Kwa nini CDC imetoa onyo hilo? Mwaka wa elfu mbili ishirini na tano unaelekea kuwa miongoni mwa miaka mibaya zaidi kwa milipuko ya magonjwa barani Afrika. Imeonya kuwa ikiwa haitadhibitiwa vizuri, baadhi ya milipuko inaweza kubadilika na kuwa janga kubwa sana la kimataifa, na onyo hili limekuja kwa sababu kuna milipuko kadhaa ya magonjwa ambayo yanaonekana katika nchi kadha wa kadha barani Afrika. Unapozungumzia hayo magonjwa, unaweza ukatueleza ni magonjwa gani ya milipuko ambayo inawatia wasiwasi ya CDC? Magonjwa haya ni kama mpox kipindupindu ama ama cholera, na pia kuna mlipuko wa ugonjwa wa surua ama measles. Na mpox limeendelea kuongezeka tangu mwaka jana na sasa nchi kama Sierra Leone inashikilia zaidi ya asilimia sabini ya visa vyote barani Afrika. Pia kuna nchi zingine kama Togo, Ghana na Ethiopia, Malawi pia ambazo zimeathirika zaidi na ugonjwa huu wa mpox, lakini pia surua ndio inayoongoza kwa vifo hasa mashariki mwa DRC na wakati huo huo, shirika la CDC linasema kuwa nchi karibu ishirini zinakabiliwa na mlipuko wa kipindupindu, na hali hiyo si nzuri sana, kulingana na mkurugenzi mkuu wa CDC ya Afrika. Haya yanakuja huku nchi tajiri zikisitisha ufadhili. CDC inafanya nini kuzisaidia serikali za Afrika kuweza kushughulikia vilivyo changamoto hizo katika sekta ya afya? Mkurugenzi huyo ambaye alizungumza na BBC sema kuwa nchi za Afrika ni kama zimeamka na zimeamua kuchukua usukani katika nchi zote barani Afrika. Na anasema kuwa upunguzaji wa misaada ya kitaifa umeathiri huduma muhimu zaidi za afya katika nchi thelathini na tano, na huduma hizi ni kwa magonjwa kama TB, kama virusi vya HIV, magonjwa kama malaria na afya ya uzazi. Na watu wengine wanalazimika kuvuka mipaka kutafuta dawa za virusi vya HIV, lakini anasema kuwa ili kupunguza hali ya kutegemea misaada ya nje za Afrika wanajaribu kuhimiza nchi za Afrika kuongeza bajeti ya afya katika mwaka huu kuendelea. Wanajaribu kuwahimiza pia kutoza ushuru bidhaa kama sukari, tubako, pombe ili kuongeza bajeti ya afya. Na pia anasema kuwa kuna hatua kadha wa kadha ambazo na wameweka mikakati ili kuwezesha utengenezaji wa chanjo, na anatarajia na, na, kuwa angalau chanjo nne zitakuwa zinazalishwa barani afrika miaka miwili mitatu ijayo. Mwandishi wa BBC Akisa Wandera anahitimisha mazungumzo na ami, tukielekea moja kwa moja viwanjani kwake Shadrak Mwanzasu. Naam, asante sana Regina Mzionda. Ni kwamba barani Afrika, serikali ya jimbo la Kano nchini Nigeria, jana Jumatatu liliweza kutangaza maombolezo kufuatia vifo vya watu ishirini na mbili katika jari iliyotokea barabarani, na ilitokea walipokuwa wakitokea uh, kwenye tamasha la michezo kusini magharibi mwa nchi hiyo. Wanariadha, makocha, maafisa, madaktari wa timu hiyo, pamoja na wanahabari ni miongoni mwa waliofariki. Kocha wa timu ya taifa ya soka ya England, Mjerumani, Thomas Tuchel amesema kwamba kwenye kambi yao kwa sasa wameamua kufanya mazoezi kwa kutumia vifaa maalum ambavyo tawao uzoefu kuweza kuhimili hali ya joto kali kabla kuelekea kwenye fainali za kombe la dunia zitakazofanyika mwaka ujao 2026. Kocha Tuchel na kikosi chake kwa sasa wako Girona nchini Hispania walikuweka kambi ya mazoezi England na pia inatarajia kucheza na, na, na Andorra katika mechi ya kufuzu kwenye kombe la dunia Jumamosi hii changamoto ya upungufu wa safu hiyo ili baada ya mchezaji Benjamin Mendy kuondoka mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Kwa kuhitimisha kwenye tenis kimataifa, ni kwamba katika michwano wa ya wazi ya tenis ya Ufaransa, nyota Novak Djokovic amefanikiwa kumbwaga mwingereza Cameron Norrie kwa ushindi moja kwa moja na kuweza kutinga katika hatua ya robo finali. Djokovic kwa sasa anawania kuweka rekodi ya pekee ya taji la 25 la Grand Slam na ameweza kumshinda Norrie kwa seti 6-2, 6-3, 6-2. Lakini wakati huo mchezaji nambari 361 na duniani Louis Boyson kutoka taifa la Ufaransa ameweza kupata ushindi pia kwenye mchezo wake katika raundi ya 4 dhidi ya Marekani huyo, uh, ni Jessica Pegula. Na mwingereza Jackie Draper pia ameweza Uh, kumaliza mchezo wake kwa matokeo baada ya kupata uh, uchungu kuweza kufungwa dhidi ya Alexander Babic kutoka katika taifa la Urusi. Nahitimisha dondoo za kimichezo asubuhi ya leo, shukrani sana mm -hmm. Regina mzee wa ndara, naam, shukrani sana Shadrack Monsasu.